Tumekutana hapa ili atukabidhi zawadi ya magari mawili ya aina ya Land Cruiser V8. Magari haya yametolewa na serikali ya O Oman kwa wizara ya mambo ya nje za nje ili wizara iwezeshwe katika shughuli zake za kuhama kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kama mnavyofahamu kuhama kunahitaji usafiri wa mara kwa mara kati ya Dar es Salaam na mji wetu mkuu Dodoma. Sehemu ya wafanyakazi wako bado hapa Dar es Salaam, wengi wako Dodoma. Tuna mafaili, tuna nyaraka, tuna makaratasi ambayo lazima wawe yanakwenda na kusafiri kwa njia salama kati ya Dar es Salaam na Dodoma na kwa hiyo tunahitaji usafiri unaoaminika, na katika hili tulivyoeleza, rafiki zetu wa Oman wakasema, tutawasaidieni ili muweze kufanya kazi yenu vizuri. Lakini hii ni sehemu tu ya misaada mingine ambayo nadhani tutaendelea kupokea kutoka Oman na kutoka serikali nyingine. Na kati ya magari haya ya awali, gari moja tutalipeleka Zanzibar manake wizara hii ni wizara ya muungano na ina ofisi zake kule Zanzibar, nao wana mahitaji ya usafiri kama tulivyo nayo hapa bara. Si mengi, lakini tunaamini huu ni mwanzo tu. Kwa hiyo anachukua nafasi hii ya pekee, balozi ametumwa na serikali yake aje kunikabidhi magari haya kwa hivi ni kama zawadi kutoka serikali ya Omani kwa serikali ya Tanzania, ingawa magari yanakuja wizara ya mambo ya nje za nje, lakini hii ni jumla ya misaada ambayo ipo na inatolewa kati ya Omani na Tanzania. Kuna miradi mingine, kuna mashirikiano mengine ambayo sasa na siku zijazo nadhani yatapanuka zaidi, na tumekuwa katika majadiliano kwa mfano kuna ule mradi wa Bagamoyo, kuna miradi mingine ya uwekezaji. Wawekezaji wa Oman wa wako tayari kuja kuwekeza hapa Tanzania, na hii itakuwa ni ufunguo wa uhusiano wa karibu zaidi. Wizara yetu ya mambo ya nchi za nje ni ufunguo wa mlango wa mashirikiano ushirikiano na nchi nyingine, na hii ni ishara ya pekee kutoka Oman kwamba sisi ambaye ni wizara ya nje ambayo tuna tunafungua mahusiano na kuwezesha mahusiano yaendelee, wametuwezesha sisi wenyewe tuwe na usafiri unaoaminika. Kwa hivyo, kwa niaba ya serikali yetu na kwa niaba ya Rais John Pombe Magufuli, natoa shukurani za pekee kwa serikali ya Oman na natoa shukurani za pekee kwa waziri mwenzangu wa mambo ya nje za nje wa Oman ambaye ameweza kuishauri serikali yake itukabidhi magari haya. Na kwa niaba ya wafanyakazi wangu wote ndani ya wizara natoa shukurani za pekee, na nimeshamwambia balozi kwamba pokee salamu hizi na shukurani zetu kwa zawadi. Lakini katika sehemu nyingi ambazo nimepita wameelewa tatizo letu na nchi nyingi zimeniahidi kwamba wataendelea kutuletea magari hapa. Kuna wengine ambao tayari magari yao yameshafika hapa yanasubiri tu yako bandarini huko kuweza kuchukuliwa. Mengine yanatiwa ndani ya meli huko kutoka nchi za marafiki yanakuja. Kwa hivi uhusiano mzuri tulionao na nchi mbalimbali unaanza kuzaa matunda kama haya yanayoonekana. Na kwa sababu tunahitaji magari ya aina hii, tunahitaji mabasi, tunahitaji magari madogo mengine, lakini hasa mabasi ambayo yanaweza kuchukua wafanyakazi wengi. Itakuwa uh, labda ni mapema mno, ila kwenye bajeti yetu ya mwaka huu wa fedha ambayo tutaitoa tarehe mbili Juni, tutaweza kueleza mahitaji yetu. Na kwa kweli mwaka jana tulivyoomba, kwa sababu bajeti ilikuwa ni finyu hatukuweza kupata magari. Ndio maana marafiki zetu wengi wanasema, tunajua shida zenu na tunajua ufinyu wa bajeti, basi tutawasaidieni. Haya ni matunda ya hayo mahusiano mazuri na wao kutambua shida zetu. Land Cruiser moja nadhani <laughs> ni ni dola za kimarekani 90000 sasa hizo zidisha mara 2222 222 utaweza kupata hela za Tanzania <laughs> ni mamilioni kwa kweli <laughs> yeah. you, can yeah. um, as a representative of government of of government Sultanate of Oman we we we are are very happy we are glad that we can put some help